Karibu tena mtazamaji. Waziri wa kawi na petroli Opiyo Wandayi na mwenzake wa Afrika Mashariki na maeneo kame Beatrice Asukul wametua Turkana kwa ziara rasmi ya siku mbili kwa lengo la kuhamasisha jamii kuhusu mpango wa serikali wa kufufua upya zoezi la uchimbaji mafuta katika eneo la Lokichar. Ziara hii imejiri baada ya kampuni ya Uingereza Tullow iliyoanzisha uchimbaji mafuta kutangaza kujiondoa rasmi, na kampuni mpya ya Gulf Energy kuchukua usukani kuendesha uchimbaji wa mafuta ya Turkana. Akizungumza mjini Lokichar, Lokori na na Kukulas, mahali kunapopatikana mafuta, Wandayi amesema kwamba tayari ameshatia saini mkataba mpya wa kuchimba mafuta eneo hilo na ndani ya siku 30 kuanzia jana, hiyo field development plan pamoja na production sharing contracts zitaelekea bungeni ili wabunge vilevile waidhinishe, ndiyo kazi ianze kirasmi. Tunata tunatarajia kwamba ita itakapofika pengine mwezi wa Februari au Januari next year, Gulf Oil itaanza kazi kirasmi. mambo mengine kama mashule sijui nini nini iko chini sasa. Mungu ametupatia rasilimali hapa chini ya ardhi yetu Wakati wote tunapotaka kutoa kitu, tunaweka siasa, ya mdomo inakuwa mingi, mpaka ile tunafaa kupata kwa kukuwa wanyenyekevu, kwa kukuwa wasikilizaji, na pia tuwe katika mawasiliano na hawa investors. Talo imeenda I think